Hello my good people tayari tushawawekea maji kama ambavyo mnawaona, walikuwa wanakiu sana kwa sababu walikuwa hawana maji, hawana chakula. Unaona wengine wamegombania maji, wengine wanapambana kwenye chakula, lakini kwenye maji ndo wengi zaidi, utafikiri ni siku ya chanjo. Chanjo ni kesho, ya pili ya gumboro, ya pili na ya mwisho. wanaendelea vizuri sana kwa kweli wanaendelea vizuri sana kwa kweli. Kazi yangu hapa kubwa ni kulisha tu, sina kazi nyingine. Umeona hii keji yangu ndogo hii, keji yangu ndogo inanisaidia sana kuwawekea joto likatosha keji nzima, unaona eh? Utaona kwenye chakula wako wengi, lakini kwenye maji wako wengi sana. Breaking news, unaona hii floor, unaona hii hivi ilivyokaa hii flow, sijatoa gazeti toka nilivyotandika gazeti mara ya kwanza, umeona eh? Sasa nikija kutoa hii mbolea na bandua hivi gazeti, unaona hii, unaona hii lote ni gazeti, lakini hapa juu pamejaa mbolea, na ile mbolea wanavyoikanyaga, wanavyoilalia inatengeneza sakafu. Unaona pako tu pakavu, pakavu kabisa na hapana shida, na hapana shida kabisa. Hakuna ma, hakuna habari ya kusema magonjwa, sijui sijui nini. Hakuna, wako salama salimini. Mambo yote yako supa. Unaona kwenye chakula hawapo. Wapo kwenye maji. Na maana maji yaliisha mapema sana. Sasa hivi leo unaongezea maji mara mbili kwa siku hapo. Unaona eh? Na bila wale chicken vyetu vile pale vitatu, vinakuwa kwa kasi kweli. Alafu vinakuwa kuliko hata hao wenyewe. Kwa sababu haya ni mayai ya saso. Ni mayai ya saso. Sasa mayai ya saso yawezekana ya, ya moja lile kule yawezekana lilitokana na jogoo wa kienyeji. Hawa wawili hawa walitokana na majogoo ya saso pia, unanielewa? Lakini wote wanakuwa vizuri kabisa, wanaendelea vizuri kabisa. Unaweza ukatengeneza kizizi cha saso kwa kwa kutumia tu mayai na kuku wa kienyeji wakaatamia wakakutotolea hapo, au ukachukua mayai ukayapeleka ukayapeleka kwenye mashine ukatotoa na ukawalea hivi, ukapata kuku wengi tu. Nilikuwa nazungumzia hili gazeti. Toka nilipo taandika mara ya kwanza sijalitandua. Kwa hiyo hapa lipo kama lichapati hivi hapa juu pote ni mbolea tu. Siku ya kutoa tunalitandua hili gazeti. Ile pumba tuliotandika chini inakuwa bado iko safi. Uchafu utakuwa tu kidogo kidogo tunatoa tu ule uchafu. Halafu tunaongeza pumba kidogo, tunatandika tena kwa ajili ya vifaranga wengine. Unaona? Kwa hiyo hapo wako vizuri sana. Yaani wanaangaika na maji, wanashida sana ya kiu, yaani wanashida sana ya maji. Kwa hiyo wanaangaika na maji, wakitoka pale ndiyo watakuja kujaa kwenye chakula. Wakati wanaangaika na maji, wenzao kuna wanajishebedua wanakula. Unaona, vyombo vya chakula havina hata, hata eti watu havina hata kuku wakitosha eti watu. Unaona eh? Mambo ni super kabisa, mambo ni super kabisa. Kwa hiyo unaweza kama kama kama kibanda chako kikei chako ni cha kudumu, unaweza ukawaachia tu hizo gazeti mpaka zikachanganyika na mbolea mpaka hivi zinatengeneza sakafu nzito. Yaani nzito mno. Sio kama mnanielewa ninachoongea. Umeona huko umu mbele, huko ndo gazeti lipo ishia limetengenezwa na kinyesi chao. Kinyesi kile kinaganda. Na panakuwa pakavu, hapa chini ni pakavu, sipaone hivi. Ni pakavu kabisa. Na hawana pressure. Unaelewa eh? Mambo ndo kama hivyo. Nawapenda sana. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Mpaka sasa hivi, dawa ninazotumia ni mbili tu. Amin'total na Trimafarm. Mimi kwa kweli dawa zangu ni hizo mbili tu. Amin'total inatibu magonjwa mengi na ndio maana mimi naona inasaidia sana kwa kulelea kuku. Una haja ya kuhangaika na madawa mengine kibao. Una haja. Ami, ami, nani Trimafarm inasaidia sana. Inasaidia sana. I'm telling you the truth. Group huko limepamba moto. Watu wanatuma kazi na kazi, nafikiri mnaziona. Watu wanafurahia, lakini pia kwenye live yetu ya TikTok mambo huko ni super. Yaani sisi. Si uchukue. Chukua tu mpira. Kwa hiyo mambo huko TikTok ni super jamani. Saa 2:30 mpaka saa 3 hapo ndo huwa tunaanzaga. Tunamaliza saa 5 au saa sita usiku. Kwa hiyo karibu kule. Kule nakwambia nimewatafutia mpaka madaktari. Tunakuwaga na madaktari huko na mambo yanakuwaga super super super kuliko ambavyo mnafikiri. Sawa. So, I love you so much.